Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, napenda kutoa taarifa kwamba miradi yote iliyopitiwa na mwenge wa uhuru ndani ya mkoa wetu imekubaliwa na imepitishwa na wakimbiza mwenge kitaifa mwaka huu. Wanalindi, tunawatakia afya njema wakimbiza mwenge wetu na kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu waweze kumaliza jukumu ambalo wamekabidhiwa na, na taifa kwa usalama. Ninakuombea Mwenyezi Mungu akakusaidie, akakuongoze ili mwenge huu wa uhuru ukiwa mkoani kwako ukafanya kazi ambayo imekusudiwa, kwa ratiba ambayo umeipanga kwenye mkoa wako. Mwenyezi Mungu akusaidie. Mimi Albert John Chalamila, mkoa mkoa wa Dar es Salaam, nakiri kupokea mwenge huu wa uhuru ukiwa unawaka unameremeta pamoja na wakimbiza mwenge sita wakiongozwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru 2025 h 25 Dkt. Ismail Ali Sisi, akiwa na afya njema yeye pamoja na wakimbiza mwenge wote. Nakiri pia kwamba mwenge huo uhuru utakimbizwa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na wakati wote ukiwa katika mkoa huu utakuwa salama, ukihamasisha amani, upendo, utulivu katika mahali pote ambapo utapita mwenge huu. Aidha, baada ya kukimbiza mwenge wa uhuru tutaukabidhi katika mkoa wa Tanga. Ninakuahidi kuwa utakuwa salama ukiwa unawaka na kumeremeta tayari kuendelea na kazi zote katika mkoa wa Tanga. E, Mwenyezi Mungu tusaidie, tuweze kuitimiza kazi hii salama. Mwenge huu wa uhuru niliopokea leo utaanza kukimbizwa hapa Temeke na tarehe mbili utakimbizwa Kigamboni, tatu utakimbizwa Ilala, tale nne utakimbizwa Kinondoni na tale tano utakimbizwa Ubungo. Aidha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba pia nikupe taarifa kwamba mwenge huu wa uhuru utakimbizwa kilomita 357 ukikagua miradi 36 yenye jumla ya thamani bilioni 79.2 Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama ambavyo umetoa taarifa fupi katika hotuba yako mwenge huyu wa uhuru na beba kauli mbiu ya kujitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Aidha, pamoja na ujumbe huu, mwenge huyu wa mbio za uhuru na ambatana na kauli mbiu za kudu kama vile mapambano dhidi ya VVU na UKIMWI, mapambano ya rushwa, mapambano ya, ya, ya, ya malaria pamoja na madawa ya kulevya. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nikuthibitishie kwamba viongozi wote nikiwemo mimi pamoja na wenzangu wa, wa mkoa huu wa Dar es Salaam tumejipanga kuhakikisha mwenge wa uhuru unakimbizwa katika baadhi ya maeneo mengi, kumulika leo, kukagua pamoja, kufanya mengine yote kadiri ya yale ambayo tutaelekezwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu 2025, ndugu yangu Ismail Ali Usi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba pokee, okay, taarifa kwamba baada ya kukimbizwa katika mkoa wa Dar es Salaam, tasita tutaukabidhi mwenge huo huru kwa mkuu wa mkoa wa Tanga. Nina uhakika kwamba miradi yote ikiwemo miradi ya maji, miradi ya afya, miradi ya elimu, pamoja na miundombinu mingine itakayopitiwa na kukaguliwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam itakuwa ni miradi ambayo imetekelezwa kwa kiwango cha juu sana.